Karibu katika kuzama kwa kina katika mahusiano yenye utata ya baadhi ya historia papa wanaovutia katika kumbukumbu kumbu za kanisa Katoliki. Upapa unasimama kama mwanga wa uchaji wa Mungu na mamlaka ya kiroho. Hata hivyo, nyuma ya kuta takatifu za Vatican, kuna picha ya drama ya kibinadamu iliyofumwa kwa nyuzi za nguvu, tamaa na ndio hata kashfa. Kutoka kwa mambo yanayodaiwa hadi tuhuma za kashfa, habari hizi zimeunda urithi wa upapa. Ungana nami tunapojitosa katika maisha wanaume hawa wakichunguza minong'ono na shutuma wa zimejirudia kupitia kondo za wakati taangalia habari za uyawichi ushoga na uzinifu. Safari yetu inaanzia moyoni mwa Renaissance pamoja na Papa Paulo wa Pili, mtu mwenye mali nyingi na laza iliyosafishwa upapa wake ilikuwa na alama ya minong'ono wa kashfa iliyomfuata kwenye kaburi lake. Ilipotiwa sana kwamba papa, papa tu alikufa kutoka na ulevi wake wa kupendeza wa msimu wa joto, huku akifanya mambo ya ajabu pamoja na watu. Kutoka kwa maandishi yake ilitoa picha tofauti, wakidai alikufa akiwa kwenye kitendo cha ndoa ambacho ni cha mahusiano ya jinsia moja kilichosababishiwa aingiziwe kitu katika sehemu zake. Leo kilichobakia ni mjadala kati ya wanahistoria hadi leo. Je, Paul wa pili alikuwa mwathirika wa kijeli mbaya? Safari ya pili tunakwenda au Papa wa pili tunamwangalia mlinzi mashuhuri wa sanaa ambaye aliamuru Sistine Chapel ajikuta akiingia kwenye mabishano. Mstari wake Kuhani Antonio Infasula aliandika kaunti ya kashfa, akitaja kuwa 64 kuwa na mapenzi na wavulana na watu wa Sodoma, maana wakifanya mambo ya ulawiti kwa vijana wadogo. Infasula alikwenda mbali zaidi akidai papa alitumia nafasi yake kufanya upendeleo ikijumuisha vyeo vya hadhi ndani ya kanisa baada ya kuridhika kingono. Watatu, Papa Leo wa kumi chachu ya kisanii na kiakili. Hata hivyo hata yeye hakuepushwa na minong'ono ya kashfa. Wanahistoria kama Francisco Gialdini na Paulo Jovio waliandika baada ya kifo cha Leo wa kumi alifanya marejeleo ya siri kwa madai yake ya ulawiti uhusiano mmoja na kijana anaitwa Makontio Flamino, mshairi mashuhuri, alifurahia maendeleo ya haraka chini ya kivuli, alikuwa mshairi mkubwa. Inasemekana kwamba papa huyo alimlawiti kijana huyo, utetezo wa eyo kumi ukichochea uvumi kuhusu hali halisi risi ya dhamana yao. Utawala wa Julius Tatu uliwekwa alama na kupanda kwa hali ya hiyo ya kijana aliyeitwa Innocenzio Cloch del Monte ambaye alianza maisha yake kama ombaomba mtaani, aliteka fikra za Julius Tatu na akaletwa haraka katika mahakama ya upapa. Kupaa kwake kupitia safu za kanisa hakukuwa jambo dogo la kusayamisha, kulifikia kilele chake kuinua juu ya kanisa. Alikuwa mtu mashuhuri, lakini pia alikuwa mtu mashuhuri kweli kweli. Papa na msaidizi wake mchanga, ambaye alikuwa el, waliowekwa chini, zikiumba kote Ulaya shutuma za kulawiti na ufisadi alimfuata Julius III akizidi kuchafua upapa wake ambao tayari ulikuwa na utata. Sura ya tano Uchunguzi wetu wa kashfa mahusiano ya upapa yanaturudisha kwenye karne ya 11 m yenye misukosuko na papa Benedikti upapa Benedikti wa tisa ulikuwa na msukosuko, unyanyasaji unaoangaziwa na madai ya ushoga, ufisadi na utovu wa nidhamu wa ngono. Askofu Beno wa Piasenza, mkosoaji wa kisasa alimshutumu Benedikti wa tisa kwa uzinzi mwingi mbaya, wakati papa Dikta wa tatu katika maandishi yake alijireea ubakaji wake na vitendo vingine visivyoelezeka. Walakini, sura ya kuvuta zaidi katika maisha ya Benedicto wa tisa ilikuja mnamo elfu moja na arobaini na tano alipofanya uamuzi usio wa kifani wa kujiuzuru papa, sababu alidai kuwa amepata upendo wa kweli na alitamani kuoa. Huyu papa alikuwa na changamoto sana. Kuanzia Renaissance hadi za kati, hadithi za mapapa hawa zinatoa taswira ya mwingiliano changamoto wa mamlaka, uchaji wa Mungu na tamaa ya kibinadamu. Hadithi hizi zinatukumbusha kwamba historia imejaa watu tata na mara nyingi wenye utata. Upapa pamoja na madaraka yake yote ya kiroho, umekaliwa na watu ambao walikuwa na dosari na wanadamu kama wengine wowote. Asante kwa kuungana nasi katika safari hii kupitia maisha yaliyofichika ya mapapa. Usisahau kulike kushare na kusubscribe ili kupata habari nyingine za kihistoria.